De Papa Francis maarufu kwa jina la Papa Francisco alizaliwa kule nchini Argentina na alichaguliwa kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu. Wakati huo alikuwa ni askofu mkuu wa jimbo kuu la kanisa Katoliki kule Buenos Aires, kule katika nchi yake ya Argentina, lakini aliondoka kule zamani Aa, na kwa mujibu wa taratibu za Kanisa Katoliki, alikuwa katika shirika la Jesuit, ambalo uh, mara nyingi linasaidia sana kuhimiza elimu uh, miongoni mwa watu ambao wanaamini katika Kanisa Katoliki, na alikuwa katika msoro wa mbele sana uh, na amekuwa katika shirika hilo hadi alipochaguliwa katika nafasi hiyo ya juu ya kuongoza Kanisa Katoliki duniani, lakini atakumbukwa pia kwa kuwa na moyo wa huruma kwa wahamiaji. Aliwahi kutembelea katika kisiwa cha Lampedusa kule Italia, kule barani Ulaya, ili kuatia moyo wahamiaji ambao wanapitia changamoto mbalimbali. Lakini pia katika uongozi wake Papa Francisco au Papa Francis alitembelea mataifa ambayo yanakabiliwa na vita. Hapa barani Afrika alikwenda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuatia moyo watu ambao wamekimbia makazi yao kwa sababu ya vita hasa kule mashariki mwa DRC na akawa na mkutano mkubwa sana jijini Kinshasa. Uh, ziara ambayo mpaka leo inakumbukwa na, na wakongomani wengi. Lakini pia jambo lingine ambalo pia itakumbukwa nalo ni kwamba ni kiongozi wa kanisa Katoliki ambaye uh, alipiga vita ubaguzi uh, katika ndani ya kanisa hilo na hata ulimwenguni uh, kwa sababu aliwekutana pia na viongozi wa dini ya Kiislamu. Uh, lakini pia swala ambalo litakumbukwa sana miaka hivi karibuni ni kwamba alitoa ruhusa kwa makasisi wa kanisa hilo kwa bariki uh, watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja, lakini akafafanua kwamba sio kwamba kanisa linakubali uh, suala hilo, lakini uh, watu ambao wako katika hali hiyo wanaweza ukabarikiwa na makasisi hao, swala ambalo limeleta uh, mjadala na kuzua Uh, mitazamo tofauti kuhusu ni kwa nini alifikia uamuzi huo, lakini katika hali yake ya kujaribu kuhakikisha kwamba dunia inakuwa sehemu moja na hakuna ubaguzi hata ndani ya kanisa Katoliki, lakini ni suala ambalo limepingwa bila shaka na Wakatoliki wenye imani kali.